Assalamu alaikum, watoto wazuri, karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam na leo nataka kuwasimulia hadithi nzuri. Hapo zamani za kale, katika kijiji kimoja, paliondokea mtoto mmoja aliyekuwa mwaminifu mkweli, na alikuwa na tabia nzuri. Sasa umaarufu wake, sifazake, wa hizi sifa zake ndo ulimpelekea akaajiriwa pahali kama mchungaji. Hapo pahali alikuwa akichunga wanyama wengi, mbuzi, kondoo, ng'ombe wengi sana, mpaka hata mwenye hao wanyama alikuwa hajui idadi yake. Alipenda kazi yake na aliwaangalia wanyama vizuri, hakumfanyia yule mwenye hao wanyama ubaya kwa sababu alikuwa hajui idadi yake. Hakumpotezea mnyama hata mmoja, na alikuwa akifanya kazi yake kwa vizuri, kwa sababu alikuwa ajua mwisho wa siku atafanya nini, atalipwa, na pia alikuwa yuajua kwamba tuseme kama mtu wa kawaida angejua kwamba huyu mwenye wanyama hajui idadi wa ya hawa wanyama wake, angekuwa anaanza kuiba mnyama mmoja mmoja, au angekuwa anaanza kuwauza hao wanyama kwa siri siri ndo apate ile pesa. Lakini ile pesa yeye alisema, mimi nikifanya tabia hii, hizi pesa zitakuwa za nini? Za haramu. Hazitakuwa kwa njia yangu ya halali. Afadhali mimi nifanye kazi, nitoke na jasho, nisimpoteze hata mnyama mmoja lakini mwisho wa siku akinilipa, itakuwa jasho langu ndo limenifanya nipate hizo pesa zangu, na pia atakuwa amezipata kwa njia ya nini, ya halali. Haya, akaendelea na kazi yake vizuri, alikuwa akipata pesa zake vizuri, mwenyewe akienda akisaidia kwao, akimsaidia mamake, akimsaidia babake na watu wengine wenye walikuwa wanataka msaada, pia alikuwa akifanya nini, akiwasaidia. Sasa siku moja ikawa kuna mtu alikuja kwa huyo mtoto. Akamwambia, mimi nataka kununua mbuzi, niuzie, nataka mbuzi kama watano hivi, niuzie. Yule mtoto akamwambia, nenda kwa mwenyewe mwenye hawa wanyama yueishi mali fulani, akamuelekeza. Sasa yule mtu akaenda. Alivyoenda akamkosa yule mwenye wanyama. Akasema ah, sasa mimi nitafanya nini? Na mimi nahitaji mbuzi kwa haraka. Akarudi kwa yule mtoto akamwambia mi, nimesikia kwamba mwenye, mwenye hawa wanyama hajui hata idadi ya wanyama wake. Kwa hivyo hii biashara tunaweza tukaifanya sisi kwa sisi tu, hakuna mtu mwenye tutamuhusisha na yule mwenye wanyama hata hatojua. Kwa hivyo naomba tu niuzie hawa mbuzi, nitakupa pesa nyingi kama utaki kuniuzia na bei ya hawa mbuzi. Yule mtoto akamwambia, hapana, mimi kweli nina shida ya pesa, lakini siwezi kutafuta pesa kwa njia ya haramu. Sasa kama yule mtu hayuko mwenye mwenye hao wanyama, wewe msubiri paka atakaporudi atakuzia. Lakini sasa useme tufanye biashara, wewe ni kati yangu na yako. Hapana, mimi nitakuwa napata pesa kweli nitapata pesa pesa nyingi lakini itakuwa si nje ya nini si nje ya halali na istoshe hata kama mwenye hawa wanyama hato niona. Lakini Mwenyezi Mungu yuko na mimi ananiona ana na mwisho wa siku mimi ndo nitaenda kuadhibiwa dhambi nitaandikiwa mimi, alafu mimi ndo nitaadhibiwa na Mwenyezi Mungu. Ah, yule mtu akasema, kweli huyu mtoto amesema maneno ya hekima sana. Mimi sasa nisingesikia haya maneno, mimi ngetoa tu zile pesa, mimi nkachukua wale mbuzi na nkaenda zangu bila kujua kwamba sasa hivi hata kama tutafanya hii biashara, lakini Mwenyezi Mungu anatuona. Akamwambia mtoto, umesema maneno ya, ya sawa na maneno mazuri, mpaka hata umenifundisha mimi niwe na hekma niwe mtu mzuri na mtu mwenye kuwa mkweli, kuwa mwaminifu na, na pia sikubali biashara yoyote ya njia ya haramu. Kwa hivyo hizi pesa zichukue zenye likuwa nataka ninunue yao mbuzi, zichukue ukae nazo, asante kwa kunifundisha. Na hadithi yetu ikaisha hapo, yule mtoto alifaidika, alipata pesa na mbuzi hakuuza, na yule mwenye wanyama wanyama wake wa idadi yake ilikuwa vilevile. Kwa hivyo watoto wazuri, tuwe wa kweli, tusijifunze tusi kudanganya danganya, tuwe waaminifu na pia tuwe na tabia nzuri, na hadithi yetu ikaishia hapo. Masalam.